Nataka niwaambie wizara ya katiba na sheria ni injini ya nchi. Nchi yoyote duniani ni sheria, huwezi kufanya jambo bila sheria. SGR wana sheria walisain, Kigongo Busisi wana sheria walisain, bwawa la Mwalimu Nyerere wana sheria walisain. Bila sheria huwezi, utakuwa ni utawala wa hovyo. Kwa hiyo elimu hii mkiipata kule chini wamepata mkaishi nayo, mtakuwa watu salama. Hakuna mtu yuko salama baada ya Mungu kumpa uhai ni mwanasheria hivi. Huyo akikupiga kofi na jinsi ya kutoka mahakamani anajua. Kwa hiyo hii sheria tunayofundishwa ina wigo mpana wa kutusaidia sisi. Tutatatua migogoro mingi, tutafanya watu wetu wawe salama. Akiuza chake, akinunua anajua, nimenunua katika misingi inayotakiwa.